Naam, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, wapo katika hatua ya nusu fainali ya Kombe la shirikisho Afrika. Hiyo inafahamika kwa ukubwa wake, lakini nimechukua fursa hii kuja mbele yenu kwa ajili ya kushea wasifu wa hii michuano ya Kombe la shirikisho Afrika katika uchukuaji na katika kufahamu klabu zipi ni wawakilishi bora zaidi katika michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika kutoka Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Sekafa. Tunafahamu kanda za kandanda Afrika zipo sita, na sita hizi kanda nambari moja ni UNAF, yaani Afrika ya kaskazini kule yanakotokea mataifa ya Kiarabu, na kanda nambari mbili ni Afrika ya magharibi kwa maana ya wafu na hapo kuna namba mbili na namba tatu, kwa sababu ile kanda ya Afrika Magharibi, kwa sababu yale mataifa ni mengi hivyo, wameegawa kuna wafu A na wafu B na kanda nambari nne, ni kanda ya kati, yani UNIFAC, hapo ndo kwenye mataifa kama DR Congo, Cameroon, Gabon, Central Africa, na kadhalika. Na kanda nambari tano ni Afrika Mashariki na Kati, yani Cecafa, ndio kanda ambayo inamhusisha Tanzania. Kanda nambari sita ni yako safa, yani kusini mwa Afrika. Nimejaribu kupiga msasa, ingawaje wengi tunafahamu juu ya hili. Kwa wale ambao hawafahamu basi tusiwaache moja kwa moja, nadhani nimeeleweka katika hilo eneo uh, la kanda za Afrika kisoka. Sasa basi hapo hapo kwenye kanda, kuna kitu nikifanyia clarification kuhusu DR Congo. Kuna watu baada ya DRC kuingia katika uh, Afrika Mashariki na Kati, uh, kwa maana ya ukanda wa EAC community Watu wanadhani sasa hata uh, kisoka bado wapo huku, kwa maana wameingia Sekafa. Hapana, DRC kisoka hawapo Sekafa, wapo katika ukanda wa kati UNIFAC. Yes, wako pale na kimsingi kidiplomasia ndo wapo Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo hiyo ifahamike, isiwachanganye. Labda baada ya muda, huenda wakaamua kuja na huku pia kisoka ama la, lakini pengine inaweza kawa ngumu kwa sababu ya geographical position pale walipo ni mazingira kabisa ambayo yanasawili kuita, kumradhi kuita, Central Africa Republic. Kumradhi, kuita, kuita uh, ni, ni, ni zoni ya kati kwa maana ya UNIFAC Central Africa Republic, hiyo ni nchi. Tukiachana na hayo, sasa katika kombe hili la Shirikisho Afrika ambalo lilianza li, li, li, li rasmi mwaka elfu mbili na nne na sasa limetimiza miaka ishirini na moja, tunataka kufahamu kanda ipi imechukua zaidi na kwa Afrika Mashariki na Kati klabu zipi ndo zimekuwa wawakilishi bora zaidi tangu lilipoanza kombe hili. Tunataka kufahamu majianti wetu kutoka central, kutoka uh, sekafa ni yupi na yupi na nani alichukua, ilikuwa mwaka gani? Tutapata kufahamu hapa, tukianza na trophies za kanda uh, tukianza hapa na mataji mataji ya CAF CC Afrika Afrika mataji ya kombe la shirikisho Afrika, aa, kanda nambari moja ambayo inaongozwa kwa kuchukua mataji mengi zaidi na ndo vinara hawa katika ngazi ya klabu kwa uchukaji wa maka, kwa wa mataji mengi ni kanda ya UNAF. UNAF ambayo yenyewe ni kaskazini kaskazini mwa Afrika huko ndo kwenye mataifa aa, yale ya Kiarabu lugha rais, ukisema ya Kiarabu nadhani ndio inaeleweka zaidi. Hawa wamechukua mara kumi na sita. Hawa ndo miamba kulikweli, na hata klabu iliyochukua mara nyingi zaidi taji hili inatokea kwao kwa maana ya Sfaxien, ambayo inatokea Sfax Tunisia. Kwa hiyo hawa ndo ndo, ndo vibopa wetu kwa bara la Afrika. Kanda namba mbili iliyochukua mara nyingi zaidi taji hili ni kanda ya Unifac, Unifac. Sasa Unifac ndio kanda ya kati ambayo DRC na wenyewe wapo hapo ndani na ndo taifa ambalo limebeba hayo mataji kwa maana kanda ya kati kanda ya kati limechukua mara tatu. Kanda inayofuata, kanda ya tatu ni kanda ya Wafu, Wafu yani Afrika ya Magharibi, mara mbili. Ukihesabu hii unapata kumi na sita na hapa jumla inakuwa ishirini na moja. Kumi na sita na hii tano hapo tunapata jumla ya mataji ishirini na moja. Na hii michuano ilianza rasmi mwaka elfu mbili na nne maana yake mpaka leo 2025 ni miaka ishirini na moja imepita. Tafsiri yake ni nini? kwamba haya ndo mataji pekee yaliyochukuliwa. Hakuna kanda nyingine ambayo imebeba taji la kombe la shirikisho Afrika, siyo kanda ya Sekafa hii ambayo tupo sisi, na wala sio kanda ya Kosafa yani kusini mwa Afrika, kwenye mataifa kama Afrika Kusini, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Mozambiki na kadhalika. Kwa hiyo, uh, kwa hiyo hii ndio picha ambayo tuko nayo kwa bara la Afrika katika uchukuaji wa mataji kwa kanda. Hivyo basi, basi ipo miamba ambayo imewahi kucheza fainali. Basi ndio ubingwa tumekosa, hata fainali, fainali tumeipata bwana. Yes, tunakwenda kuangalia uh, fainali ni miamba gani na gani ambayo imecheza fainali ya kombe la Shirikisho Afrika. Hawa ndio wawakilishi wetu bora kweli kweli, ndio wawakilishi ambao tunatakiwa Uh, kuwapa thamani yao, kuwapa maua yao, kuwapa heshima yao, kwa sababu ndo wamewatuwakilisha bora mpaka wakati huu tunapozungumza. Kwa maana timu ambazo zimecheza fainali, timu ya kwanza ambayo imecheza fainali ilikuwa ni El Merrikh, the Red Devils, mashetani wekundu kutoka Sudan. El Merrikh ya Sudan, El Merrikh ya Sudan ilicheza fainali mwaka elfu mbili na saba. Exactly na 2007 hii walicheza dhidi ya Sfaxien Sfaxien, na on aggregate ilivyokuwa Sfaxien, mchezo wa kwanza waliucheza ugenini, ilikuwa Merik Merik na Sfaxien, mchezo wa kwanza ugenini, uh, Merik alishinda goli mbili lakini Sfaxien alishinda goli nne, ya huyu alifunga mbili huyu alifunga nne. Kwa hiyo hapa Sfaxien wanatokea Sfax, walishinda hivyo mechi ya pili ambayo ilikuwa nyumbani walishinda tu moja kwa sifuri dhidi ya Merik. Kwa hiyo bwana uh, Merik mwakilishi wetu kutoka Cecafa alichapika mechi zote mbili, alifungwa nyumbani na ugenini, nyumbani nne, ugenini moja kwa sifuri. Fainali ya pili mpaka sasa tunapozungumza ni fainali iliyohusisha uh, Young Africans, Young Africans. Young Africans kutoka Tanzania wenyewe. Ilikuwa ni msimu wa mwaka 2022 2023, na, na ilivyokuwa mechi ya kwanza ilichezwa Taifa, Dar es Salaam, Yanga alikubali kichapo cha mabao mawili kwa kwa moja dhidi ya USM Alger. Mechi ya pili USM alikuwa nyumbani akapoteza uh, goli moja kwa sifuri dhidi ya Yanga. Kwa hiyo sofa tunapozungumza ni klabu mbili tu kutoka CECAFA ambazo zimewahi kucheza fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika. Kusema ukweli, ukweli wa wazi kabisa, tumetia aibu kutoka CECAFA. Sofa kucheza fainali mbili tu ni jambo la aibu. Mataifa ya Afrika kaskazini yamebeba mara kumi na sita katika fainali ishirini na moja zilizochezwa huu Sio mwendelezo mzuri. Kwa hiyo sisi na ndugu zetu Kosafa tumetia aibu. Sasa basi tukiachana na, na, na, na, na hii kwa maana ya kucheza fainali hizi mbili uh, Tanzania good thing msimu huu wa elfu mbili ishirini na nne, ishirini na tano tuna mwakilishi ambaye amefika mpaka hatua ya nusu fainali, naye ni Simba, Simba Sports Club ya Tanzania. Kwa hiyo kuna green light, taa ya kijani, kuipata fainali nyingine hapo, kabla ya mambo ya ubingwa, kwanza kupata fainali nyingine. Kwa hiyo nafasi ya Simba ni kubwa kwa Stellenbosch. Kimsingi Stellenbosch ni timu ambayo inazidiwa na Simba katika details nyingi. Yani tukiweka points nyingi nyingi za Stellenbosch na Simba, Simba ni favorite kuliko Stellenbosch. Hivyo basi mambo ya mpira aje kutusurprise lakini so far, Simba ana nafasi ya kuingia hatua ya fainali na ku-equalize alichokifanya Merik na walichokifanya watani zao wa jadi kwa maana ya Young Africans.